Uh, ndugu wapenzi wa Budene Studio TV napenda tu kuwaomba sana, uh, kutusupport katika akaunti yetu yaani, nipende kusema kwamba kusubscribe na kushare na kulike. Nitakushukuru, ntakushukuru sana iwapo ukifanya hivyo katika chaneli yetu ya Budene Studio TV, na nipende kuzungumza sambaza kwa kazi zote. Kama ukihitaji, unatupigia kwa namba sifuri uh, saba sitini na mbili kumi na saba kumi na nane ishirini na tatu. Tunakufanyia kazi yako vizuri sana sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, tena sana. Na nipende kusema kwamba karibuni sana Budene Studio TV kwa kazi, tunafanya kazi zote wa kusambaza.